Kuanzia mwezi wa kumi mwaka jana mpaka mwezi wa sita mwaka huu. Mwaka huu saizi mwaka mwezi wa 12. Na wewe kazi unakabidhi lini? Tulikuja kuomba extension of time. Mwani, tukapata mpaka mwezi wa pili, tarehe 26 mwezi wa pili mradi um, huko ni milioni mia nne. Umelipa shilingi ngapi? Mpaka saa hizi tumelipa milioni mia mbili. Na una asilimia ngapi mradi? Una asilimia hamsini na tano. Na ulitakiwa kufika asilimia ngapi kipindi hichi? Au kipindi hichi ulitakiwa kufika asilimia sabini? sabini, ndio? Ndio. Wewe uko asilimia ngapi? hamsini na tano. Haya. Uko sawasawa kweli wewe? Hapana. Eh? Hapana. Haya. Nania nini au wananchi ao nawiki nini maana, ndio tukiachana kidogo tapangua zikinyesha, mtaleta kisingizio. Ni sahihi kabisa eh, yeah. Lakini na nini, niliwaambieni mtu kama anakuja kufanya kazi nitoe maelekezo ufanyike mkutano wa wananchi ili wananchi wajue kwamba serikali yao nini inafanya na mkandarasi atambulisho na kazi atakazoenda kujifanya na muda kuanzia muda gani mpaka muda gani. Nilisema sijasema? huyu mulimtambulisha kwa wananchi? Hapana, akunitambulisha weo, ndiyo maana unafanya kazi unapotaka wewe. Hapana kabisa, kwa sababu hakuna mtu akukufuatilia. Ina maana wewe ungejitambulisha kwa wananchi, kama wanakuona aupo, mi wangeniambia, sindio wananchi? Simgeniambia haya. Sasa mimi niambie nini? Kwa mujibu wa mkataba nataka nikabidhi tarehe 26 mwezi wa pili. Mwezi wa pili? Ndio. Mwezi wa pili, bado miezi miwili. Saizi nipo site? Ndio. Ndio. Ah yani. Hapa Mm. nimesimama Mheshimiwa, no. <laughs> ni kweli hayupo, hayupo saiti. Kwa mujibu wa mikataba, tulimwandikia barua ya kumkumbusha kurudi saiti, na hivi tunavyoongea, ndio maana mnamuona mbele yenu. Yule mwingine ikata haya, tabukulu huyu, mchukue huyu kwa ajili ya kumwoji, lakini anapotoa maelezo, mtakapomalizana naye ulayaosidikwaa, kwa sababu huyu ni mwakilishi kwa hiyo kampuni. Kwa hiyo mtamshikilia huyu mpaka hapo watakapokuja wale wa, wale wakubwa wa hii kampuni waje wanithibitishie lini wanakabidhi barabara. Mmenielewa? Na sio huyu tu. Haya. Aha, maelekezo yangu, tulia tulia tulia kidogo. Maelekezo yangu. Aha, tulia jamani, naomba nisikilizike vizuri kulingana na changamoto ya barabara na wananchi wameilalamikia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa fedha kwa ajili ya kurekebishwa barabara hiyo, na mkandarasi huyu amepata fedha na alitakiwa mpaka sasa hivi akabidhi kazi. Kutokana na kuto kuwepo kazini, tumemwandikia barua ya kumkumbusha kurudi kazini, tukamwongezea muda. Sasa maelekezo yangu, kwanza, TAKUKURU waweze kumfanyia mahojiano, la kwanza lakini la pili, kwa sababu alikuwa hayupo na huyu kaja kwa wito wangu, sababu nilielekeza wakandarasi wote wa tarafa hii ya Igalula na jimbo hili la Igalula waje. Kwa hiyo nitaendelea kumshikilia huyu mpaka mkurugenzi mkuu wa hiyo kampuni takapokuja, aje anithibitishie kwamba lini ananikabidhi barabara, ili wananchi mweze kunufaika kwenye swala zima la mradi. Ule wa goeko tumepokea mkandarasi na nimeshamwambia lakini. Mkandarasi wa kwanza alikuwa hajafanya vizuri, nimewapa kazi TAKUKURU waende kufanyia kazi pale na watanipa majibu. Lakini mkandarasi wa pili tumekubaliana, twende tukatambulishe mradi pale kama alivyosema Mheshimiwa mbunge, tutaenda kufanya mkutano, tutatambulisha mradi na ninyi wananchi mtajua mkandarasi anafanya nini. Kama hajafanya mtatuambia, na hii tunaanza sasa hivi. Wakandarasi wote ambao watakuwa hawana sifa za kufanya kazi vizuri, sio tu ameshinda tenda. Akishashinda tenda, sisi tuje tujiridhishe, tumwangalie, huyu ana sifa, vifaa vyake kweli vinakidhi kufanya kazi huku kwetu? Atafanya kazi ndani ya muda? Na hichi kitu inabidi mheshimiwa diwani akijue, ikiwezekana, mtendaji akijue na nyinyi wananchi mkijue. Akituahidi miezi sita, miezi sita kweli tuangalie kwamba amefika sehemu gani, na kama anapitia changamoto ufanye kuomba tumuongezee muda atoe sababu ambazo na sisi kweli tunaziona zinakaa kichwani zinafaa kumuongezea muda. Kama hawezi, atupishe tutafute wakandarasi wenye sifa. So kila siku tunakuwa tunalia tu barabara barabara barabara. Sisi tunataka kuona barabara zetu zikipitika, tena zinapitika vizuri ndani ya mwaka mzima. Hichi kitu ndugu zetu wa Tarura mtasamee sana kwa sababu sisi tunajua changamoto tunazopitia. Na mimi na waombeni tu kwenye sekta yenu ya Tarura. Sasa hivi mnavyopata wakandarasi, jaribuni kuangalia vizuri na muasikilini vizuri kweli kweli. Sisi hicho kitu hatutokubali. Tutahakikisha, tukipata mkandarasi kweli tuone effect yake, amekuja anafanya kazi ndani ya miezi sita, na tuone utendaji kazi wake ndani ya miezi sita, na wananchi kweli waone, na sisi tuna mkandarasi kwenye maeneo yetu, yupo kwa ajili ya kutusaidia wanaegalula. Ona kama hivyo, Mheshimiwa Rais na serikali yake unakuta wameshamlipa kabisa fedha, lakini mkandarasi hayuko site. Diwani hana taarifa, mtendaji hana taarifa, mwenyekiti hana taarifa sasa sisi tunakuwa, mimi nimepita mara nyingi pale simwoni kama mkandarasi yuko saiti kwao. Nilikuwa naomba hichi kitu kisijirudie tena kwetu kwenye jimbo la Igalula na wilaya yetu ya Uyui. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.